Chuo kikuu kishiriki cha askofu mkuu Mihayo Tabora kilianzishwa mnamo Novemba elfu mbili na kumi na kikaanza kudahili wanafunzi na kuanza rasmi shughuli zake elfu mbili na kumi na moja na baraza la maaskofu katoliki Tanzania ndio wenye chuo hiki, wamiliki wa chuo hiki. Leo tarehe ishirini na tisa Novemba elfu mbili na ishirini na tano chuo chetu kinasherekea mahafali ya kumi na moja ambayo wewe umealikwa kushiriki nasi ukiwa mgeni rasmi katika mahafali haya. Jumla ya wahitimu mia nne tisini na moja watatunukiwa stahiki zao katika fani ngazi mbalimbali mbali. miongoni mwao wakiwa ni kutoka kukutu, watatunukiwa shahada ya umahiri shahada ya sanaa na ualimu, yaani bachelor of arts with education, shahada ya elimu maalum, bachelor of education in special needs, shahada ya usimamizi wa biashara, yaani bachelor of business administration sta shahada ya elimu ya awali na elimu maalum, diploma in early childhood development with special needs education. Ndugu mgeni rasmi, katika kuhakikisha AMUCTA kinakuwa kitovu cha elimu jumuishi nchini, tunaendelea kutekeleza mipango yetu ya kutanuka kitaaluma. Kwa sasa tumeelekeza nguvu zetu zaidi kwenye eneo la elimu maalum, lakini muda sio mrefu, tutaendelea pia kuongeza programu katika masuala ya kilimo, kwa kuongeza na kuboresha programu za elimu maalum. Juhudi zetu zimeendelea kuzaa matunda, kwani kwa sasa amukta chuo cha amukta kinatoa stashahada ya makuzi ya mtoto na elimu maalum, diploma in early childhood development with special needs education, shahada ya usimamizi wa biashara, bachelor of business administration, shahada ya sanaa na elimu na shahada ya elimu maalum education in special needs, ambayo ina michepuo sita, yaani elimu ya viziwi hearing impairment, elimu ya wasioona visual impairment, usonji yaani autism, elimu ya ulemavu wa viungo physical disability, elimu ya ulemavu wa akili yaani intellectual disability na elimu ya ulemavu wa ujifunzaji yani learning disorder. Katika mwaka huu wa masomo 2025-26 tumefanikiwa kuanzisha programu tatu ambazo ni stashahada ya utafsiri wa lugha ya alama, Diploma in Sign Language Interpretation, shahada ya jiografia, mazingira na usimamizi wa maliasili Yaani Bachelor of Arts in Geography, Environment and Natural Resources Management na shahada ya umahiri katika usimamizi wa elimu maalum na jumuishi yaani Master of Educational Management in Special and Inclusive Education. Kwa maneno hayo, inaonyesha kwamba chuo chetu kinakuwa kwa kasi. AMUCTA inazidi kusonga mbele, na zipo programu nyingine tumeziwasilisha tayari kwa mamlaka husika yaani yani Tanzania Commission for Universities kupata ithibati uthibati. Na tutawatangazia wakati zitakavyoanza mwakani. Mheshimiwa mgeni rasmi, natumia fursa hii kumshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa kuwezesha mafanikio hayo. Ni wazi wengi wangependa kujumuika na wenzao hapa lakini, kuna wengine katika wahitimu hawa walianza pamoja lakini leo kwa sababu mbalimbali hawatahitimu. Ujumbe wangu ni kwamba wasikate tamaa, waendelee kukamilisha yanayohitajika ili nao waweze kuhitimu mara moja. Kwa wanaohitimu leo, wanaondoka, wanaondoka wakiwa na maarifa na ujuzi wa kutosha kwenda kuyatafsiri kwa vitendo yale waliyojifunza ya ili kuwahudumia Watanzania Tanzania na hata walio nje ya Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda pia kuwashukuru wataaluma ta wenzangu na wafanyakazi wote. Naomba waadhiri wote tusimame, waadhiri wa, na wa AMUCTA wa, naomba msimame kwa dakika chache basi graduates. Naomba tuwapigie makofi kwa kuwashukuru kwa kazi walioifanya. Asanteni sana, thank you very much, you may be seated. Kwa kweli wamefanya kazi bila kuchoka, wakihakikisha chuo chetu kinaendelea kusimamia misingi ya ubora wa elimu na kuwajengea umahiri wanafunzi hawa mia nne tisini na moja ambao wanahitimu siku ya leo. Aidha, niwapongeze na kuwashukuru sana wazazi, walezi na waf, wadhamini mbalimbali kwa kujinyima, ili kuwawezesha wahitimu wetu wa leo kufikia ndoto za elimu. Ninatoa pia pongeza dhati kwa wahitimu wetu. Katika hakika, ninyi ni washindi, na sasa mnayo kila sababu ya kushangilia, kwa sababu ndiyo sababu ya kusanyiko hili hapa siku ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie pia fursa hii kutoa rai kwa wahitimu wetu. Katika kusherehekea mahafali ya leo, naomba kwa uchache tu nieleze baadhi ya mafanikio ambayo tumeyapata kwa mwaka wa taaluma 2024/2025 na wahitimu hao wakiwa sehemu ya mafanikio hayo. Chuo chetu kwa kutambua kuwa elimu si kwa maendeleo peke yake, bali ni kichocheo cha kuleta mabadiliko na nafuu ya maisha kwa jamii inayokabiliwa na changamoto mbalimbali, nafurahi kukuarifu kuwa wanataaluma wa chuo chetu wakishirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo ndani na nje ya nchi wamekuwa mstari wa mbele kutoa huduma kwa watu wenye ulemavu wa aina mbalimbali. Kupitia kituo chetu cha upimaji wa usikivu, wataalamu wa chuo chetu wameendelea kutoa huduma za upimaji wa usikivu na kubaini ukubwa wa tatizo hilo kwa baadhi ya wanafunzi katika shule mbalimbali za msingi katika mkoa wa Tabora na Shinyanga na timu hiyo wataalam ikihusisha wanachuo waliendesha zoezi la upimaji masikio mkoani Shinyanga na kufanya tiba rekebishi ya masikio kwa wanafunzi waliobainika kuwa na usikivu hafifu. Zoezi hili la kubaini na kuwatambua wanafunzi wenye changamoto za usikivu limedhihirisha wazi, limedhihirisha wazi kwamba uhitaji mkubwa wa zoezi hili ufanyike nchi nzima, hususan wilaya zote za Tabora kwa kuanzia, ili kuzuia watoto wale ambao wanaweza kusaidiwa wasipate uziwi bali wasaidiwe siku za mwanzoni katika maisha yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba kupitia uhamasishaji wako kwa wadau mbalimbali zikiwemo halmashauri, serikali kuu na pia mashirika mbalimbali yaendelee kukiwezesha kituo chetu ili upimaji na tiba rekebishi ziendelee kufanyika maeneo mbalimbali kwa lengo la kuwasaidia wale wenye matatizo ya uziwi katika shule za msingi na hata katika taasisi nyingine. Aidha, kupitia idara ya elimu maalum, familia nne za manispaa ya Tabora zilisaidiwa baiskeli kwa watoto wenye ulemavu wa viungo. Tunawashukuru sana wadau mbalimbali wanaotuunga mkono katika kufanikisha huduma hizi. Pia chuo kimeanza mchakato wa kuandaa programu ya kilimo sio tu kuwezesha wale ambao hawana changamoto au mahitaji maalum, pia na wale wenye mahitaji maalum tuweze kuwasaidia waweze kuendeleza maisha yao kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mafanikio hayo naipongeza sana idara yetu ya elimu maalum ambayo imeendelea kukua na kushughulikia changamoto za kielimu zinazowakabili wanafunzi wenye ulemavu kwa sasa idara ya elimu maalum ina jumla ya wanafunzi wapatao arobaini na sita wakiwemo viziwi, wasioona na wenye ulemavu wa viungo. Licha ya rasilimali tulizo nazo, kujitoa kwao katika kuwahudumia na kuwajali wanafunzi wenye mahitaji maalum, kumekuwa na matokeo chanya katika ujifunzaji na nyanja zingine za kimaisha chuoni. Katika hili naomba nimkaribishe mwanafunzi mmoja kati ya hawa arobaini na sita ajongee hapa. Kwa wale wafasiri wa, wa lugha wamsaidie Idi William, Idi William, naomba ajongee tu hapa mbele kwa dakika chache. Ujerumani kutoka chuo chetu kwenda kusoma kule kwa semesta moja, kisha warudi pia. Tumeanza ushirikiano na chuo kikuu cha Agrarian na Environmental Pedagogy cha Austria tunachoshirikiana nacho katika programu za sayansi ya kilimo na mazingira. Na hivi tutakapoanza programu yetu ya kilimo, basi tutaongeza na kuimarisha zaidi ushirikiano huo. Hii ni hatua kubwa kwetu. Kwa kupitia ushirikiano huu, tunalenga ubadilishanaji wa taalamu, maarifa na teknolojia kati ya taasisi zetu hizi. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, chuo chetu pamoja na uchanga wake kinasonga mbele kwa kasi kubwa. Kwa hatua za awali, tayari waadhiri wawili pia na wanachuo wawili walishakwenda kwenye mafunzo ya awali katika chuo kikuu kishiriki cha kilimo na mazingira nchini Austria. Aidha, mwaka huu, kama nilivyokwisha kusema, wapo wengine wanafunzi wawili, Birahma Mohamed na Bwana Peter Gaspar ambao wamekwisha kuanza mafunzo yao huko Freiburg Ujerumani. Ndugu mgeni rasmi, napenda pia kutaarifu umma kwa ujumla kuwa mwaka huu chuo chetu kwa sababu ya ubora wake kimeruhusiwa kuanzisha shahada mpya ambazo ni shahada ya sanaa kwenye jiografia, mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili, Bachelor of Arts in Geography, Environment and Natural Resources Management ambayo imeanza mwaka huu wa masomo, na kwa upekee shahada ya umahiri ya uongozi kwenye elimu maalum na jumuishi, Masters of Educational Management in Special and Inclusive Education, na diploma katika sign language interpretation. Na tumewasilisha programu ya Masters of Special Needs Education kupata ithibati kutoka TCU, na tuna jiandaa ili tuweze kuiendesha mwaka ujao wa masomo. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo chetu kina eneo maalum lilotengwa kwa ajili ya ujenzi wa kampasi mpya katika eneo la Kazima liloko kwenye manispaa ya Tabora, mkoa wako wa Tabora. Lina ukubwa wa hekta mia nne sabini yaani ekari elfu moja mia nne ishirini na tatu na ndoto yetu ambayo tunaamini itapanua mbawa za AMUCTA na kukiwezesha chuo chetu kutoa huduma bora zaidi katika siku za usoni. Tunaendelea na hatua mbalimbali mbali za ujenzi katika eneo hilo, lakini kumekuwepo na tatizo la miundombinu ya barabara. ili kuweza kuturahisishia kupeleka vifaa vya ujenzi katika eneo hilo, tunakuomba mgeni rasmi, kupitia ofisi yako na ofisi zilizo chini ya ofisi yako kama Tarura na Tanroads tuweze kusaidiwa, ili barabara hiyo ipitike hasa kipindi hiki cha mvua, tuweze kufikisha vifaa vya ujenzi na kuendelea na shughuli hiyo. Lakini lingine, mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanya utafiti wa namna ya kupata visima vya maji. Tumemaliza utafiti huo na unaonyesha kwamba zipo sehemu tatu tunaweza kupata visima vya maji, wakati tukisubiri kuunganishwa kwenye mfumo wa maji kutoka ziwa Victoria. Kwa hiyo, mheshimiwa mgeni rasmi, naomba ofisi yako itusaidie visima viwili kati ya hivyo vitatu, ili vitakavyotusaidia kuendelea na kazi ya ujenzi kabla ya zoezi hilo la kuunganishwa kwenye mfumo huo wa maji ya ziwa Victoria. La tatu, mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ilituomba kupatiwa eneo kati ya eneo letu la hizo hekta mia nne na sabini ili kuweza kupitisha reli ya SGR Standard Gauge Railway inayotarajiwa kupita kwenye eneo letu siku za karibuni. Basi wenye chuo walikubali na tayari serikali imekwisha kupima na kuondoa eneo hilo linalohitajika kwa ajili ya SGR. Ombi letu kwako mgeni rasmi kupitia ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ni kulipima upya eneo lote, ili tuweze kuondoa sasa eneo hilo kwenye ramani na tusije tukatakiwa kulipa kodi kwenye eneo hilo ambalo linatumiwa na serikali na wananchi wote wa Tanzania. Tutakuomba wakati huo itakapofanyiwa upimaji upya basi, ofisi yako na ya mkurugenzi iweze kutusaidia hata zile gharama ambazo zitahusika katika zoezi hilo. Hayo yote ni maandalizi ya kuhakikisha kuwa tunaboresha mazingira ya kufundishia, kujifunzia na kuishi vizuri kwa wanafunzi wetu siku za usoni katika eneo kubwa zaidi na lilojengwa likikidhi mahitaji ya wale wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipotoa shukrani za dhati kwa taasisi mbalimbali ambazo zimekuwa na mchango mkubwa katika mafanikio yetu. Shukrani zetu nyingi ziwafikie ninyi washamu maskofu kama wamiliki wa chuo kwa misaada mingi ambayo mmekuwa mkitupa. Baraza la maskofu Katoliki Tanzania limekuwa madhubuti katika kusaidia chuo kwa mambo mbalimbali, yakiwemo rasilimali watu na zaidi, baraka zenu zinazochangia ukuaji na mafanikio ya chuo chetu. Maelekezo yenu kwetu yamekuwa ni chachu ya maendeleo na mafanikio yetu. Shukrani zetu pia ni kwa serikali hususan mkoa wa Tabora. Kwa kweli mgeni, mgeni rasmi ofisi yako imekuwa msaada mkubwa sana kwa chuo chetu. Tunapokuwa na changamoto tunakimbilia kwako na mara nyingi umetusaidia. Asante sana mgeni rasmi. Tunaishukuru pia na kuipongeza bodi ya mikopo ya elimu ya juu kwa kuendelea kuwawezesha vijana wetu ili wajikimu katika kipindi chao cha masomo mwaka huu wa masomo kati ya wanafunzi 745 waliodailiwa mwaka wa kwanza waliopata mikopo ni mia nne na themanini na moja pia tunaishukuru tume ya vyuo vikuu tanzania kwa miongozo na usimamizi mzuri wa viwango vya ubora tunaishukuru wizara kwa ujumla wizara ya elimu teknolojia sayansi na teknolojia kwa misaada mbalimbali, na hata leo tunaye mwakilishi kutoka wizarani Mr. Clement Sanga. Tunashukuru sana. Nawasihi sana kutanguliza uzalendo kwa nchi yetu pendwa Tanzania. Kumbukeni kuwa elimu haina mwisho, nikajiendeleze pia kielimu. Na kama nilivyowaambia, tumeanzisha shahada ya umahiri katika elimu maalum na jumuishi. Kwa hiyo mna ruhusa ya kujiunga hata kesho, lakini mwakani tutaanzisha pia shahada ya umahiri katika elimu maalum. Mnakaribishwa kujiunga pia. Aidha, tunaposherehekea mahafali ya kumi na moja nitumie fursa hii kuwakumbusha wahitimu wetu wote watambue umuhimu wa kujituma na kuwa wabunifu, hasa katika kufanya kwa vitendo yale mliyojifunza kwa nadharia darasani ni wakati wao sasa kutumia mbinu mbalimbali za ubinifu kutatua changamoto mbalimbali zinazoikumba jamii yetu kama vile ukosefu wa ajira.